Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2025. Vidokezo, tamathali za semi, ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Leo tunaenda kuliangazia somo la kwanza la robo hii linalosema kanuni kadhaa za unabii. Na hii ni kwa ajili ya Machi 29 hadi Aprili 4 ya mwaka 2025. Katika Sabato mchana, mwandishi anatuelekeza kujifunza somo la juma hili katika kitabu cha Yeremia sura 29 aya ile 23 na 24 19. Zaburi 139 aya kwanza hadi ya sita. Danieli sura ya 12 aya 4. Ufunuo 22 aya ya 10. Timotheo wa pili sura ya tatu aya kumi na tano hadi kumi na saba na Waebrania sura ya 4 aya 12. Fungu la kukarili linatoka kitabu cha Yeremia sura ya 9 aya 24. Neno la Mungu linasema, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwa na mambo hayo asema Bwana. Kama ilivyo kwa karibia kila kitu kingine katika Maandiko, Wakristo wanatofautiana kuhusu unabii, jambo linalowasadikisha wengine kwamba unabii wa Biblia ni kupoteza wakati. Hata hivyo, ikiwa Wakristo wanapingana kwa kila jambo dogo linalohusu unabii ni kwa namna gani unaweza kuwa halali? Cha kusikitisha, waumini wengi pia wanaanza kufikiri kwamba baadhi ya vitabu vya Biblia kama vile Ufunuo havieleweki. Badala ya kuvisoma, wanaviepuka. Nyakati zingine kwa kutiwa moyo na mchungaji mwenye nia njema anayefikiri kwamba kusoma unabii kunasababisha matatizo zaidi kuliko kutatua. Haikuwa hivyo daima. Kwa karne kumi na nane za kwanza za historia ya Ukristo, Wakristo wengi walidhihirishwa sana na unabii wa Biblia na kulikuwa na kiwango cha kushangaza cha makubaliano juu ya ujumbe muhimu wa unabii. Ulichokuwa hivi ndivyo Mungu alivyokusudia uwe. Basi ndugu, na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza aya kumi. Juma hili tutachunguza baadhi ya kanuni zinazotoa ufahamu thabiti na wa kutegemewa wa unabii. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Aprili tano. Jumapili, asomaye na afahamu. Jumatatu, Mungu anataka kueleweka. Jumanne, Danieli, yafunge maneno haya. Jumatano, kujifunza neno. Alhamis, kistiari au kihalisi. Ijumaa, jifunze zaidi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nasi sasa na hata milele. Amina.